Nazo kaunti za Busia na Vihiga zinatarajiwa kufaulu katika malengo ya kuhakikisha kuwa asilimia 95 ya watu walio na virusi vya Ukimwi wanapunguza virusi hivyo ipasavyo. Hii ni kufuatia uzinduzi wa maabara maalum katika hospitali ya rufaa ya Busia yenye mtambo wa kupima viwango vya virusi vya Ukimwi mwilini. Uzinduzi wa maabara na mtambo huu ni mwamko mpya katika eneo hili, kwani hapo awali wenyeji wa kaunti ya Busia na eneo la magharibi kwa jumla walikuwa wakilazimika kutafuta huduma hizo katika taasisi ya matibabu ya KEMRI Alupe jijini Kisumu na hata mjini Eldoret, huku matokeo yakisubiriwa kwa zaidi ya majuma mawili. Ni mpango ambao sasa unatarajiwa kunufaisha eneo zima la magharibi na taifa jirani la Uganda. Mkurugenzi wa kitengo cha matibabu na huduma za maabara nchini Nancy Bowen amesema kuwa kuanzishwa kwa kituo hicho ni mojawapo ya juhudi za wizara ya afya kufikisha huduma za kupima kiwango cha virusi mwilini karibu na wakazi wa kaunti zilizo na kiwango cha juu cha maambukizi. So Eh, uh, takwimu kutoka shirika la kitaifa la kupambana na ugonjwa wa ukimwi NASCOP zinaashiria kuwa zaidi ya watu 1040 katika kaunti ya Busia wanaishi na virusi hivyo, huku zaidi ya watu wengine 1020 katika kaunti jirani ya Vihiga wakiishi na virusi hivyo. Naibu gavana wa Busia ambaye pia ni waziri wa afya, Arthur Odera amesema kuwa ujio wa maabara hiyo utasaidia wenyeji kupunguza gharama ya usafiri na muda wanaotumia kutafuta huduma hizo.

Hata hivyo, msimamizi wa maabara hiyo Rosemary Okuku pamoja na washikadau waliohudhuria wa hafla hiyo wameitaka serikali ya kaunti kuongeza idadi ya maafisa wa afya watakaohudumu kwenye maabara hiyo. Jane we'll so, Cherotich Runinga ya Citizen